Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mie hapa ni VWM ukipenda Victa mado Mandala kafika katika maeneo kadha wa kadha, nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia wapi? Nilianzia eneo la inaitwa, laauruuleurunilianzia kule eneo la Nakuru, Nakuru kule mnakuru, kule basi, kuna kioja kimoja. Na kabla pale nikumbushe kwamba usiondoke hapa, subscribe chini ya video hii kuna neno subscribe. Na, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, nweke comment yako hapa chini, na itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo, usiondoke hapa kabla ya subscribe, right? Kwa hivyo, chini hapa kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, nweke comment yako pale, na itakuwa vema zaidi. Usisahau ku click notification bell. Kuna alama kengele hapa chini na itakuwa vema. Naam, nianzie kule eneo la Emtiot kule Nakuru kwenye pitapita -pita za kwangu nami na hapa VWM. Of course, Nakuru imeshuhudia mambo kadha wa kadha, mengine ni ya kustajabisha. Kwa hivyo basi, kule Emtiot kuna kisa kimoja, kuna kisa kimoja kitokea kule Emtiot ambapo, basi kuna furaha ya buda mmoja wa hapa, bindie alipo ama bintie alipoolewa, ilifika ilififia kwa haraka alipojua kuwa polo aliyemvisha pete mwanawe ametengana na warembo wawili aliooa awali. Yaani, baba unafurahi, unajua wakati mwingi unafika mahali unapoona watoto wako wakiendelea mambo wakifanikiwa maishani inakuwa ni furaha kwa mzazi, lakini nakushangaza pale ni kwamba alifika mahali ikaonekana baada ya hao baada ya harusi kufanywa tu, mzaa akafika mahali akapata habari kwamba yule kijana ambaye ameoa msichana wake ameoa wengine wawili akiwawacha kwa njia isiyoeleweka. Kwa hiyo basi ni mtu wa kuoa na kutupa, kuoa na kutupa. Kwa hivyo mzee akafika mbele, akashika mikono kichwa akasema, ui, nilikuwa natupa binti yangu nini? Sijui waonaje. Kwa hivyo ikawa ni kilio kwake. Anyway, haya waombeni kuwaombea tu, washaunganishwa ni kuwaombea tu, Mungu awasaidie, au sio? Na nikitoka pale basi nikavuka mpaka eneo la Kirinyaga. Kirinyaga kuna kisa kimoja ambacho si cha kuridhisha sana, ambapo katika muda eneo la Kirinyaga katika muda wa miezi mitatu makanisa matano yamevamiwa na watu kuiba vitu ndani ya kanisa. Najiuliza, unapeleka wizi kanisani? La ingine ilifanyika hapo jana, kanisa la sk -E ambapo basi, eh, kuna watu walienda pale wakaiba vifaa, wakaiba mpaka mpaka wine <laughs> wanaiba kanisani. Wanaume wengine ni waajabu eh? Sijui kama kina dada wako pale, lakini nashindwa shuali mnaenda mnaiba kanisani. Majuzi pia tulisikia kanisa la Pastor Ezekiel pia kuna watu walivamia wakaiba vitu kadha wa kadha. Najiuliza yaani, watu wameamua sasa, kwanza, kuanza kuiba kanisani? Hatuna hofu ya Mungu ndani mwetu kabisa. Rili, really? Ah, ilifanyika wapi? Eneo la Kirinyaga, basi hapo jana, naam na kanu na hayo pia nikatoka kule basi, nikavuka, akasema chana na hayo, nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Maiuni, kule Matu, Maiuni Matu. Kuna kipusa mmoja wa hapa alishangaza alipokataa kutoka ndani ya nyumba baada ya ex wake kufika nyumbani kwao na wazee eh, na wazee wake kumposa dadake. Naam, huyu binti alifika mahali baba akakazusha. Inawezekana kwamba eh, demu huyo alipopata habari kwamba jamaa aliyetengana naye awali angefika kwao na wazazi kulipa posa ya dadake alihamaki, akidai dadake alimfanyia darau kumpokonya mpenzi wake. Na jiulize, imefika mahali mpaka sisters hawako secure na sisters wao? Kwa sababu huyu ni binti ambaye alikuwa amechumbiwa, lakini wakafika mahali wakatofautiana na mtu wake. Walipotofautiana, so sijui ni huyu dada yake ndi alifanya watofautiane ama ilifanyika tu na huyu akaona basi, ama hakujua, onaje? Lakini basi alimeenda akamwambia kwamba mm-mm, wewe ni msaliti, umeniharibia kwangu uliotengeneza kwako. Kwa, kwa hivyo babake akazusha akamwambia mbona hukuji kuifurahia dada yako, alipoambia babake ukweli. Hata akiwa yeye ni baba yake, anakuambia ukweli kwamba huyu mimi ndi nilikuwa niolewe naye, alafu dada yangu amepitana, kwa hivyo nifanyeje akiwa ni wewe na amekata kutoka kwa nyumba akiwa ni wewe utadu. Haya, tafakari zaidi, unajua kwa mzazi, ndio hapo basi hmm. Kitoka kule basi, nikavuka mpaka maeneo ya Shanzu Mombasa, Shanzu Mombasa eh, kuna jombi mmoja wa hapa alisutwa vikali na jamaa zake kwa kusononeka hadi akashindwa kutoka ndani ya nyumba baada ya kutemwa na mpenzi wake. Yani huyu alikuwa kwenye uhusiano, alafu mpenzi wake akamtema. Baada ya kumtema Jamaa kaka kwa nyumba hatoki, hali afanyi chochote, yaani amenuna ame, ame tu amejifungia kwa nyumba. Wewe kwani huyo peke yake duniani kote? Sasa wanafika mana wanashindwa huyu tamsaidiaje? Maana amekwama kwa nyumba juu ya mtu kumpiga kalamu, yaani kumtupa ulimwengu huu Ha, ayo una mambo haya ni kwenye pitapita pita pale mpendo eh, mtazamaji pale. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe. Naam, tukiendelea pale kwa pamoja, nikafika eneo la Idhanga Muranga, Idhanga kule Muranga, polo mmoja kutoka hapa akemea vikali, ama alikemewa vikali na mkewe baada ya kumfumania akipora akepo, kwa ndugu yake. Yaani mama alitoka hivi akaenda, kati ametoka akirudi akapata mme wake akiibia ndugu yake. Yaani, mme unaibia ndugu yako? Sasa mama ndi anakuwa mkali, anaanza kumpigia kele, shuali sio ndo fanye kazi, mambo ya kuwa lezi, utaka tu ya ubwete, havita kusaidia. Niruhusu basi nimalizie katika kumalizia, nimalizie eneo la matasi ya ngom Ngong, eneo la matasi ya Ngong, kuna lofa mmoja kutoka eneo hili aliapa kwamba hataondoka nyumba ya wazazi wake hadi atakapooa. Hmm, jamaa sema vipi? Polo huyo alidai kwamba yeye amezoea kuishi na wazazi wake kwa kuhamia, e, na kuhamia nyumba yake kutavuruga amani yake. Na angalia anasema yani, huyu amefika mahali penye anasema yeye hahami kwa nyumba mpaka vile ataoa, na sijui ataoa lini <laughs> lakini pia kwa njia moja unajua, akihama garama itapanda juu, kwa hivyo angalau anasave. Lakini kwa upande mwingine, utajipanga lini utaoa ndio uanze maisha fresh? Tafakari, ama ni mamis boy? Semi kitu ni katika pita pita za kwangu, mi hapa ni VMM, kipenda Victor Mado Mandala. Hakikisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. kuna neno hapa subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na gmail account yako. Kwa hivyo click tu hiyo neno subscribe iko hapa chini Klik kwa neno subscribe ukiambia okay, sign in, sign in na jimila account yako, then click notification bell, alama kengele kwa hapa chini, then copy the link hapa juu and share na weke comment yako hapa na itakuwa bora zaidi. Kwa hivyo, subscribe, right? Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala, kwenye pita pita za kwangu. Namaliza kwa kusema kwamba kama vile wahenga walivyonena, kuishi kwingi kuona mengi. Na kutembea kwingi je, kuona mengi zaidi. Subscribe and bye bye.